Ni ni kweli hii serikali haivumilii wapinzani ama walivunja sheria? Gachagua tukiangazia na natambea e, wanasema wako under siege. Serikali inaangazia ma opponents wake ama wana haki ya kuendea watu ambayo wanavunja sheria? matamshi ya Gachagua hayakuwa yes. matamshi mazuri yes. kulingana na yale tuliyapitia mwaka wa elfu mbili na saba yes. machafuzi baada ya uchaguzi hatuwezi mm. tukatamani kurudi kule hata okay. hivyo mm. Hii selective uh, prosecution yes. of uh, purported opposition leaders kuchagua wale wanashikwa eh. Manake ukiona venye inatembea alifurushwa eh. Oda ilitolewa na sio boma yake ya uh, Kitale iangaliwe eh. Lakini huko ndio DCI wanasema gari yao ilifanywa public participation na wananchi eh. yes. gari tano hawawezi tuambia hizo magari zilikuwa zikina nani, kama ile e e e e something, hiyo ni gari yangu, hiyo ni gari yako. Kwani wewe pia unashika watu huko? Sikiza nikwambie, unajua hizo gari mnapiga za polisi ni hey. mali ya umma hey. Hey, ni tumenunua na ushuru yetu. Sasa ukiichoma na unachoma mali yako huwezi enda huko hey. ule koti ilipeana amri hey. Iwafanya search awakufanya search yes. Okay, lakini wanaenda wanapata evidence kwenye wakupewa warrant, na kwani serikali haina intelligence? Awajui kwenye yako wanaenda kumtafuta Nairobi, wako kule, na ile kuharibiwa mali yenye iliharibika huko Kitale, eh, inafanyika natembea tiari, akiwa hapa Nairobi JCC. Matamshi ya aliyekuwa naibu wa rais eh, Rigathi Gachagua hayakuwa ya kuridhisha kabisa, kwa sababu Two, seven, two, eight, ni mahali hatuazimii kurudi kabisa. Hiyo ni kitu ambayo inafaa kutajwa, nyama inatingika kwa sababu mm -hmm. I, it was a very ugly scene yeah, kama ni kweli ameunja sheria ati, ati fuatu. Okay. Okay. Acha washikwe yeah, na wapelekwe kotini okay. yeah. hiyo yeah. ni sawa lakini, ile hatutaki ni hii selective wenye wanaifanya yeah. wale ambao wanakashifu serikali na wanashikwa peke yake. Ukiangalia natembea, ukiangalia Salasia na ukiangalia pia nani uh, Rigijia anataka kushikwa hata kama sipendi ligidi. Wanasema if you live in a glass house don't throw do, do. stones. Ah, ni kwe- ni kweli? Hey. Eh, sasa hey. kama wanashika watu hey. tuanze angalia hapa Nairobi. Hey. Dimples imejaa kwa barabara. Ai. Hey. Ni kweli wewe unaishi hapa? Eh, hey. ha? Very soon utaacha hiyo masidi utaweza kutambia na tingatinga tinga. hapa. <laughs> Mimi niko <nikuwa> na masidi. <laughs>